Mashavu. Oh, Mashavu uh, shwali kabisa Mashavu, nilikuta ndani ya Kumbolela hapo, wewe ulienda <laughs> nayo nililikuta <laughs> kanilka i ndio ataka niitwe hivyo. Uitwe Mashavu. Eh, kama navoitwa Beti Msumi, Mwadawa, Ziwa na mimi nilitakiwa niitwe hivyo Mashavu. Sikia kwanza, simu inaita tu. Kumbolela inakuhitaji. Eh. Ni moment. Kwangu ilikuwa furaha kupata kazi, kuonekana tena, maana nilipotea baada ya kushuti binadamu, nikapotea kwao, nilivyotakiwa hivi, ilikuwa kwangu kama fursa. Muoni kwamba isha... majina yenu halisi mnayaua, hamna kazi haziwezi kuua jina halisi, jina liko pale pale. Kuna watu wajua unaitwa nani. Mi naitwa Rose Patrick na Mpunju Ila mashavu ndo limeondoka. Eh, mashavu limeenda yale, limeenda haswa. Mashavu, ongera, umependeza sana, asante na shukrani. Nataka kujua ni simu gani ilikuwa simu ngumu kuliko zote? Mm, bado sijakutana na simu ngumu siseme. Bado zote nazopewa na mudu naziweza yani hivyo. Ni simu gani ilikuwa ya kufurahisha, unapenda sana hata unapenda sini ambayo mama mdogo tuka anarudi unampokea. E, e, like kwa sababu nina malaika wa bikikala. Nina mizimu ya bikikala imejaa kichwani. Leo ni usiku wa mvuje ambao ni event ya Siwa. E. Lo kwa kwa labda, event ya, na unatuambiaje? Tutegemee lolote kutoka kwako labda utakuwa na event au nini? Mimi naomba mtegemee tukuenjoy, maana leo tumekuja kuenjoy Kiswahili zaidi. Ndio maana tuko na zetu hizi, mimi natabili usiku wa mashavu utakuwa ndio usiku wa na utakua d usikua, niombe dua, sijajua kama ndoa itakuwepo au haitokuwepo, maana napigwa vita ndani kwa ndani, bwana sieleweki. Wewe, ana sielewekikoleanamtengeleza simu atategeleza Sikumbuki, nilikuwa nasikia story yako, umekana mtu zaidi ya miaka kumi, amekupiga maio ya, ya kutosha, ulimudu vipi? Kwa sababu nilipenda. Ukipenda mtu huwezi kuona makosa, huwezi kuona tatizo, unahisi kwamba leo kesho anaweza kubadilika, unapoteza muda ndani ya miaka kumi, unavumilia abadiliki, abadiliki. Nini kilikuwa kinakufanya uendelee kubaki

nuo yuko bibie na watu wangu wa karibu sana pamoja na Cholo ene yeah. Yeah. Kazi yenu inatokea mnakesha? Tuna kesha, yani hiyo ndo kama naniu yeah. Yani, yani ni kawaida yetu tuna yeah. kesha kuanzia tu, kuanzia usiku ule nanzia saa moja mpaka asubuhi nyingine ya saa moja nyingine. Okay, kuna mapumziko pia. Ah, tukianza kushuti na shuti oh, okay. Yeah.

Siku wa mvuje, bado hamjachelewa, ndio kwanza tunaanza. Karibuni wote, mnakaribishwa njoni, muenjoy. Siku asiliane zinakimbia hivi kwa, njoni muenjoy jamani. Rosi, ulikuwa na mahusiano ya miaka 10, ulivumilia kimya na nini? Unamwambiaje binti ambaye yupo na mwanaume anamfanyia visa na anakuambia ushauri gani? Ah, kama binti na kuomba usipoteze muda wako tafadhali mna haeleweki na kapaamte mwingiena wapenda sana, endeleni kunisapoti same zingine, nipo na kwenye Kombolela, nipo mpaka kesho. Asante, you are watching Metro Media TV. Usisahau kusubscribe, comment na kulike.